Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulilahi rabilalamin wasalllahu ala saidina Muhamad wala alihi wasabi ajmain. Wabad eh, ndugu Islam, kuna maswali yenu hapa, na swali la kwanza linasema: Eh, mimi nina pesa elfu mbili riali za Umani nimeweka kwa ajili ya nauli ya hija. Eh, sasa miaka miwili nakosa kwenda hija. Je, inahitaji kutolewa zakaa na nazo dhahabu hazifiki hazifiki kutolewa zakaa yeah. Je, inakuwa kima, kima yake uchanganye na hizo pesa utoe zakaa? Jawabu. Kwanza, mtu akiwa na pesa ikifika ikapita mwaka, mwaka, na mwaka na pesa hiyo imefika kiwango anatolea zaka, hazingatii kwamba atakwenda hija au haendi hija. Hija ni faridha na hii ni faridha, na faridha hii ni mustaqilla Yaani ni farida, farida nyingine na ile nyingine. Kwa hivyo mtu si kwamba akiweka pesa ya kwenda hija ikafika kiwango na muda ushafika hataleza, hatatolea zaka. Zikipungua basi hija haendi kama hana pesa za kuendea, lakini zaka anatoa. Eh, kwa hivyo hizo pesa kama zilikuwa zimefika na miaka miwili yote zimefika kiwango cha zaka, utatolea zaka miaka miwili, mwaka uliopita na mwaka huu utatolea zaka zote. Kama ilikuwa tangu mwaka jana tayari kiwango kimefika lakini umesema hapa, pia, pia, kama una dhahabu, kwa hivyo dhahabu inachanganywa na pesa, eh? Dhahabu na fedha yote inachanganywa na pesa eh. Kwa hivyo unachanganya zote, unatoa zaka. Ikiwa kwa mfano pesa ulizokuwa nazo hazifiki kiwango cha zaka, lakini ukichanganya na dhahabu inafika kiwango cha zaka, basi tayari unachanganya pamoja zote, unatoa zaka. Hii dhahabu na fedha ndio asili ya zaka, pesa hizi makaratasi sio asili ya zaka, lakini kwa sababu hizi sasa hivi zimechukua nafasi ya ile hapo zamani ilikuwa pesa inayotumika ni ya dhahabu na fedha, ndio inatumika dinar na dirham, mnafahamiana. Lakini tena ulimwengu umeendelea, kwa kurahisisha mambo ikawa ile pesa ya dhahabu na ikawa benki kuu ya nchi na baraza lake, wanachapisha noti hizi za pesa za makaratasi. Kwa hivyo hizi zimechukua nafasi ya ile. Kwa hivyo ukiwa na dhahabu au ukiwa na fedha eh, utachanganya na pesa zako zote zilizokuwa nazo na utatoa zaka pamoja zote eh. Wallahu tabaraka ta'ala a'lam, muhkim.